Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunakuja tena tukiwa na somo jingine. Lengo la masomo haya ni kujifunza na kufahamu eh, baadhi ya maandiko yaliyokuwa ndani ya Biblia yanatufundisha nini. Leo tunakuja na habari moja. Tunafahamu Petro ni mtu aliyekuwa shujaa na aliyekuwa makini sana, wakati akiwa naongozana na Yesu, lakini kuna kitu nataka tukajifunze ili tuweze kuimarika zaidi, tusiweze kuyumbishwa na mtu wa aina yoyote. Sasa nataka tukasome mstari mmoja Aay, hebu twende Mathayo ishirini na sita mstari wa thelathini na nne mpaka thelathini na tano kuna kitu tukajifunze pale, alafu tutaendelea na mstari mwingine. Somaji, hebu soma hiyo. Ye Yesu akamwambia, amini na kuambia wewe, usiku huu, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Petro akamwambia ijaponipasa kufa nawe sitakukana kamwe. Na wanafunzi wote wakasema vivyo hivyo. Asante ah, Yesu anamwambia Petro, amin ah, nakuambia kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. hmm. Petro alishafahamika kwamba atamkana Yesu mara tatu na anaambiwa sasa somaji, hebu twende Matayo hiyo hiyo, naenda sitini na sita naenda mpaka sabini na tano. E, na tano sitini na tisa naenda sitini na tisa paka na, Petro alikuwa ameketi nje behewani, kijakazi mmoja akamwendea akasema, "Wewe nawe ulikuwapo pamoja pamoja na Yesu wa Galilaya." Akakana mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine akamuona, akamwambia, akawaambia watu waliokuwako huko, huyo alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe huu pamoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu na mara akawika jogoo. <clears throat> Petro akalikumbuka, akalia lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Akatoka nje, akalia kwa majozi. Asante. Hii mstari huu unaonyesha jinsi kumkana kwa Petro, kumkana Petro kumkana Yesu mara tatu kulivyofanyika kumkana mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu, jogoo akawika. Sasa mpenzi mtazamaji, bado hujajua wapi nataka kuelekea. Sasa ili tuweze kujua tunakoelekea, hebu twende kwenye kitabu cha Marko Marko, kumi na nne sitini na sita mpaka sabini na mbili tukaone